kwa moja naitwa Stephen Musyoki mi ndio CEO wa Majestic ambayo ina comprise miradi mingi sana na mmojawapo ni mradi wa samaki fish farming e, ambapo sasa tunatumia mradi kushowcase kwamba mazingara yanaweza safishwa na mazingara nikisema mazingara yanasafishwa na mazingara ni kwamba tuko na mradi wa kuokota taka ambapo zile taka za kuoza tunatumia kufuga mabuu, yale mabuu ni chakula ya samaki, na unapata kwamba kupitia hiyo hiyo hiyo hiyo kusafisha mazingira kutumia mazingira, tuna create employment pia. Sisi tuko hapo ku kuinua vijana, kuinua vijana, kuwafanya wapate ajira, kuwafanya waweze kukuza talanta zao hiyo ndio ndoto iko kwa sasa. Najua sasa, talanta huwezi fanya tumbo tupu, talanta inafaa ufanye kama umeshiba na akili yako imetulia. So kupitia kwa hiyo changamoto, tukaona ni vizuri kuwa na programs ama miradi ambapo wale vijana wetu ambao kwa talented wanaweza pata nafasi ya kujiajiri e, na wewe sasa, katika ile ya kujiajiri, wako na nafasi ya kuweza kutimiza ndoto zao upande wa talanta. Kwa hivyo huu mradi ulikuja ikiwa mojawapo zile miradi mingi ambayo tuko nazo ili kuweza kusaidia vijana kuweza kukuza talanta yao bila changamoto yote. So far eh, tuko na vijana 150 ambao wana direct eh, wako na direct eh, impact direct impact 150, na hao ni wale tuseme, wako napata kitu mwisho wa mwezi. Hatuwezi sema salary because eh, ni program ya vijana na wanapata kitu kidogo then kuna around 450 ambao tuseme ni wale wana benefiting directly. So so far tumeweza impact vijana 600, na ukifanya averagely per family four people, that's around 2400 uh, people uh, in in, in Jomvu. Safari ya yeah, 1000 miles 0 eh? inaanzanga na one step. So hatukudhani kama tutafika hapa kwamba, kwa sababu na changamoto kubwa sana upande wa kuchimba, haikuwa rahisi. Eh, manake tulihavu kutafuta usaidizi kutoka nje eh, vijana ambao wako na uzoefu wa kuchimba, na tulichimba within two months eh. Wakati tutakuwa tunaweza kuwa tunaweza kujeneratea eh, samaki wetu prawns wetu, ndio kidogo tutasikia tumepumzika, manake hii safari bado tunaendelea nayo na tunatumai kwamba ikifikapo mwezi wa mwishoni wa mwaka tutakuwa tumepiga hatua nyingine kubwa zaidi hapo juu ya hizi, hizi fish ponds, tunataka tuweze kufuga kuku wetu pale because eh, kile kinyesi cha kuku pia ni chakula ya samaki, na pia tunataka tuwe na boardwalk, whereby tutakuwa tunalipisha watu either wanakuja training ama wanakuja kuangalia samaki. So huwa kawaida kuna ile entrance fee ya kuja kuangalia, mpaka kama pia kuna pesa ile tunatunza ya, ku, ya, ku, ya, ku, ya kufanya training na <coughs> mwisho wa huu wenye mnaona hiyo hizo mangroves tumepewa 2.5 acres na serikali, tuweze kuweka hoteli mangrove hotel, so ambayo ita include, it, it include a boardwalk, na pia kutakuwa na boxing ring, sababu kuna changamoto ya boxing rings in Mombasa and we want to have a, a facility ambayo kidogo pia inaweza eh, kupanua Mikindani ama kupanua Jomvu eh, to the outside world. Kwa hivyo bado mradi huko tunaendelea kwa kutafuta wafadhili, kuongea na wale ambao tuko nao bado na pia tunaendelea kujulisha serikali iweze tushika mkono, manake huu mradi ukija kuwa kamilifu uta, uta uta change uta change sura, sura ya sura ya jovu kabisa. E, wengi wanahusisha haya mambo tunaofanya na siasa lakini tunawaambia kwamba they reserve the opinion because hata ukiambia mtu utasimama hawezi amini kwa sababu tumezoea kwamba mtu yote anayefanya kitu kwa jamii lazima awe mwanasiasa. E, kwa hivyo, it's up to them to, to wait and see. Wala wanasema watushiki mkono kwa vile tutawashinda kisiasa, uwanja ni wao wao. Wangoje 27. Watatuona sisi tuko hapa hapa, tuendelee na vitu zetu. Kwanza tunatunza whatever we have, lazima tupanue soko letu. So we are looking at hata ku export especially mambo ya prawns. Maanake ile size unapata kwa fish pond na ile size unapata kwa bahari upande wa prawns ni tofauti sana. E, kwa prawns ku, kwa bahari kupata king king size ni ngumu, maana ile prawns inakunga chakula ya samaki wengine. But unaona sasa tukija kwa kama fish ponds, na maanisha tunaweza produce wale wakubwa, na hawa wakubwa soko lake ni kubwa sana, hatuwezi kusheleza eh, special hapa Kenya. Kwa hivyo bado mradi ni mkubwa na if inaweza kuwa replicated in other areas, wacha tu mikinani peke yake. Mahali pote ambapo tuko na creek kama hii tu tunaweza kuwa na mradi kama huu, basi inamaanisha vijana wengi wataweza kuwa wamepata employment na pia inamaanisha kwamba upande wa, wa, wa, wa community, eh, rehabilitation, mambo na chakula itakuwa ni rahisi sana, given that tunaishi kwa mtaa wa mabanda, mitaa iko chini ambapo kidogo mapato yako chini. Huu mradi ambao mnaona hapa nyuma samaki kulingana na hiyo ndoto yetu ya blue economy, huu ni kama sasa ni 50%, 50% done. I'm very proud of myself. Uh, ni ndoto ambayo singedhania kama itakamilika given that uh, kupata watu wa kukufadhili si rahisi, ama kupata watu wa kuamini chenye akuambia ni ngumu.